Uh, good morning, Big City Breakfast. Mimi ni Evans Bukuku, niko na Barbara Hassan hapa. Lakini pia tuna wadau wetu wanaitwa Plascon, kampuni ya rangi nambari moja Afrika Mashariki na Kati. Kuna sababu eh, rangi bora kabisa, vitu bora, mafunzo bora. Eh, sio bora mafunzo. Eh, hamna kitu kinaweza yani mwisho wa siku hata kama umejenga kwa kiasi gani, umehangaika kiwanja, umehangaika kote kwenye kujenga, si finishing, finishing ndio kila kitu. Finishing, ukisikia filter kwenye picha ndio finishing yenyewe. Sasa hii ni filter ambayo haifutiki, inaitwa Plascon Weatherguard kama ni rangi ya nje, na uh, rangi ya nje nyingine ambayo inakaa muda mrefu zaidi ni Plascon Silicone. Yaani na hadi miaka 15. Imagine 15 years kwa wale ambao wanawekeza. Sasa hivi kila kukicha, kuna kuna gorofa inapanda shwi kama uyoga. Kila sehemu, yote hayo ni wekezaji. Sasa, unapowekeza ni afadhali uwekeze mara moja, usahau kwanza, ili pesa zianze kurudi taratibu lakini rangi bora kufanya hivyo ni Plascon Silicone. So kila siku rangi hiyo inazidi kuonekana mpya mpya kabisa, iwe ni jua, mvua, hali ya unyevu, unyevu unyevu, iko karibu na bahari, haijalishi ha, kuliko tutaanza kuleta scaffolding, omba ruksa, chukua vibali, chukua mafundi, lipia bima, lipia hivi na hivi, yani usumbue wa, watu waliopo ndani ya jengo hilo kama ni hoteli kama ni maapartment na kama ni maduka na kadhalika, ni usumbufu pia. Kumbuka hicho kitu eh. Kwa nini usifikire smart? Don't work too hard, work smart. Plascon, the paint that builds Africa.